Baadhi ya walimu hapo wamenifundisha, ko niliosimama mbele yao ni matunda kutoka kwao. Sa mgeni rasmi, nichukua nafasi hii kwanza kumshukuru Sabato. Sabato ni mwenyekiti wa mtaa wa Sabasaba, lakini mwenyekiti ambaye analea shule moja kati ya shule hizi tatu, na amekuwa akijitolea kwa shule zote tatu, hana ubaguzi na ni mwenyekiti ambaye wenyeviti wenzake wanaiga wana kutoka kwake amekuwa ni mwenyekiti ambaye ana talenti nyingi, na niseme kwamba alikuwa na nafasi kubwa sana hapo katikati ya kuwa kuwaa mahusiano, ameitendea ha haki, na naona hiyo talenti aliyo nayo anazidi kuipanua wigo mpaka hatua za juu zaidi. Mimi mwenyewe ni mtaalamu wa mahusiano, lakini Sabato amekuwa expert zaidi yangu, lakini pia pekee zaidi. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wadau wa maendeleo walioweza kuchangia katika swali la sala ya chakula ambao siwezi kuwataja wote kwa ujumla, lakini niseme kwamba kwa mwakilishi wao ambaye ni Chacha Soya tunawashukuru sana. Shule hizi zote tatu zimekuwa na changamoto ya chakula, hasa napofika muda wa chakula, wanafunzi waliochangia kupata chakula lakini changia kukosa ko, kwa jitihada ambazo hawa wadau wameweza kuonyesha pia imeweza kuwatia moyo wazazi wa wanafunzi hawa. Leo nilikuwa na moja kati ya mzazi mmoja ananiambia kwamba kama imeweza kufanyika hivi serikali, basi hata sisi wazazi inabidi tujikakamue tunapoweza, ili tuhakikishe kwamba wanafunzi hawa wanapata chakula na wanapata masomo, ili waweze kuwa baadaye kuwa viongozi wa taifa hili. Lakini pia kipekee zaidi nilichukua nafasi hii kuweza kushukuru au kutoa shukrani zangu kwa ofisi ya mkuu wa wilaya, vs Gowele kwa kweli ni moja kati ya kiongozi ambaye amekuwa na impact kubwa sana katika jamii yetu, na shughuli zake zote zimeweza kuingilika na zimeweza kuonesha mabadiliko chanya. Mimi ni shahidi, kuna kipindi tulikuwa tumekwama katika ujenzi wa shule ya sekondari kata ya Sabasaba, nilipomwendea pale pale alichukua hatua na immediate, vifaa vilianza kusombwa na kazi ikaendelea, lakini nimemwona katika maeneo mbalimbali lakini ushahidi zaidi tumemwona katika eneo letu hapa la shule za msingi hizi Sabasaba, Mapinduzi na Azimio. Aliweza kuchukua hili swala kama la kwake, na amelimobilaizi, na wananchi wameitika, wadau wamekubali, na leo nyewe ni mashuhuda, mmeweza kuona kazi inaendelea hapa, tukiwa tumekubali kupokea zaidi ya tani moja ya mahindi, lakini pia na mifuko kadhaa ya sukari. Kwao tumpigie makofi tata Soya. Lakini pia ndugu zangu, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nisiposema hili jambo. Sisi wote ni viongozi leo, ni viongozi lakini pia usipokuwa kiongozi leo utakuwa kiongozi wa kesho. Uongozi wetu wa nchi ukiongozwa na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Unafanya mama makubwa sana hasa katika idara ya elimu, afya na shughuli zingine zote. Mama ameweza kujenga miundombinu mikubwa na ya gharama kubwa sana. Mheshimiwa mgeni rasmi hapa tulipokaa, ukiangalia miundombinu hiyo tuliyojengwa hapa ni fedha kutoka serikali kuu, na pesa hizi zimetoka kutoka kwenye usimamizi wa Mama Samia ameweza kujengea madarasa ya kisasa na wanafunzi waliokaa mbele yako, mheshimiwa mgeni rasmi, wanasoma katika hayo madarasa wao, katika sehemu salama wanapata elimu iliyo bora, na tunawaandaa hawa watoto kwa ajili ya kuja kuwa viongozi wengine baadaye. Huenda mmoja kati ya hawa anaweza akatokea kuja kuwa rais, naye akaboresha miundombinu kama hiyo kwao. Ndugu zangu, tusipompongeza mheshimiwa rais tutakuwa wachoyo. Kwao tunampongeza kazi kubwa anayofanya, tumeweza kuiona katika idara ya elimu lakini pia katika idara ya afya pia ameweza kutenda na katika maeneo mengine mbalimbali. Kwa ndugu zangu, mimi kama nilivyojitambulisha, ndio diwani wa kata hii ya Sabasaba, ambaye kwa uongozi wangu nimeanza 2020 na sasa tunaelekea ukingoni, ikiwa ni saa 12 jioni 2025. Hii niseme kwamba viongozi wamefanya kazi yao na wadau wanazidi kutushika mkono, na sisi kama uongozi wa kata ya Sabasaba, walimu mkiwepo na, wa, na wadau mkiwepo, tuendelee kushirikiana. Mambo kama haya usije kuwa na ushirikiano kati ya serikali ya mtaa na wadau na serikali, usije kuwa na mambo kama haya kwao. Ni waombe tuendelee kushirikiana, walimu, mnapata changamoto yoyote, mwenyekiti mlezi Sabato yupo, mnaweza mkamuona mkamfikishia jambo. Na leo nimeambiwa kuna jambo najua mtalisema hapa na sasa. Soya ni mtu aliyekamilika, wataalamu wale wakuli wanasemaga and a half. Yani ni mtu na nusu, na imani yale yote ambao mkaa umeandaa na mnataka mumfikishie ataangalia ata atakapofanya, na nakika, lasi, na hakika atatekeleza. Mheshimiwa mgeni rasmi imaliza kusema kwamba na